Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayuha lmushahiduna alkiram wa wamustamiuna ala hadhihi televizion. Ama ndugu zangu watazamaji wapendwa, wasikilizaji wetu wa chaneli yetu hii, katika siku hii ya leo, bi idhnillahi lkarim, hebu twende mara moja tuende tukajifunze ilmu hii ambayo ni ilmu dhidi ya kuweza kunyanyua maisha yako kute, kupata ndoto zako au kufungukiwa kwa ndoto zako, kuapdeti mipango yako, kutakasa na kuinua habari zako zote zilizokuwa zimelala kuzibusti yaani kubusti maisha yako na kubusti biashara zako na kubusti kila aina ya mambo yako yaliyokuwa ya kheri ya unayoyapenda. Leo tunakwenda kukufundisha ilmu hii nzuri kabisa, ndogo lakini ina mandhari nzuri kabisa, na itakufaa na imewafaa wengi walioitumia elimu hii naomba na wewe ukawe ni mmoja kati ya watu ambao itakao kwenda kuwafaa elimu hii moja kwa moja. Hebu twende kwa Mtume, tunakwenda kujifunza rakaa kumi na mbili rakaa kumi na mbili ambazo zitaweza kunyanyua maisha yako rakaa kumi na mbili ambazo zita update maisha yako rakaa kumi na mbili ambazo zitakwenda kusafisha maisha yako, rakaa kumi na mbili hizi zitakwenda kufungua maisha yako ni hizi zifuatazo. Naomba tuende nazo kwa utaratibu kabisa, upate kujifunza elimu ya rakaa hizi kumi na mbili. Elimu hii hatuitoi vichwani, ni elimu ya Mtume Muhammad sallallahu wa alayhi wasallam. Mtume anasema

Naomba nirudie tena, anasema Mtume ya kwamba man swalla thnata asharatan rakaatan fi yaumin wa laila, mwenye kuswali rakaa kumi na mbili fi yaumin wa laila, katika siku nzima, yani kuanzia asubuhi mpaka usiku, akazitimiza rakaa kumi na mbili Sio tu yani unaanza asubuhi mpaka usiku muda wote unaswali tu A -a kuna taratibu zake maalumu na ndizo hizo ninazotaka kwenda kukufundisha sasa hivi, ili uweze kutimiza rakaa kumi na mbili. Hivyo, man swala thnata asharatan rakaatan fi yaumin wa laila, yoyote ambaye atakayeweza kuswali rakaa kumi na mbili kwa mda wa siku nzima, yani maana yake kuanzia asubuhi mpaka jioni, ukakamilisha zote rakaa kumi na mbili basi Mtume anasema bunia lahu bihinna baitan fil janna, mtu huyu Mwenyezi Mungu atamjengea au watu hawa Allah jalla fi ula atawajengea nyumba peponi. Hiyo ni hatua ya kwanza, Mungu atakuandalia makao, Mungu atakuangalia atakuandalia makazi mema nyumba safi kabisa peponi. Lakini sasa ulama na wanawachuoni wakaelezea wakasema, makusudio ya hadithi hii, Mungu atakujengea baitan fil janna, lakini kwanza kabisa Allah ataanza kukunyanyua katika maisha yako hapa hapa ukiwa duniani, kabla ya kukuandalia nyumba peponi. Maana yake Mungu anakuanzia hapo ulipo. Kama ulikuwa huna nyumba utapata nyumba, huna gari utapata gari, huna maisha mazuri utapata maisha mazuri. Hali yako ilikuwa mbaya, hali itaimarika. Kama ulikuwa mambo yako yameyumba, yatakaa sawa na yatanyanyuka, na kila kilichokuwa chini katika maisha yako kitainuka, kwa kuziswali rakaa hizi mbili. E, nani? Rakaa kumi na mbili tunasema, lakini rakaa hizi kumi na mbili zinaswaliwa vipi? Wakasema ni rakaa ambazo, sikiliza kwa umakini maelezo haya. Maelezo ya rakaa hizo kumi na mbili ni kwamba utaziswali utaziswali, e, wakati wa swala kwa idadi ya rakaa hizo zilizopangiliwa tunazokwenda kuzieleza. Ulamaa wakasema kabla alfajiri, kabla ya alfajiri. Yani amka kabla ya swala ya alfajiri, aidha umekwenda msikitini tayari, adhana imekwisha adhiniwa, au nyumbani kwako, au popote, kabla ya swala ya alfajiri. Wakasema ulamaa, uswali rakaa mbili kwanza, kablia kabla ya swala ya alfajiri anza na rakaa mbili. Huo ndio utaratibu. Hatua ya pili, utaswali swalatul fajiri, utaendelea na shughuli zako. Wakati wa adhuhuri, uwahi msikitini mapema, kabla ya kuswaliwa swala ya adhuhuri, wewe uswali rakaa nne, uswali rakaa nne, lakini utaswali mbili mbili. Utapiga kwanza rakaa mbili, kisha utatoa salamu na utapiga tena rakaa mbili, utatoa salamu, halafu ndipo utasubiria swala ya adhuhuri, uswali pamoja na wenzako. Hapo jumla tunapata sita, nne na mbili za asubuhi zinakuwa sita. Lakini wa baada dhuhuri, baada ya salatu dhuhuri unatakiwa no eh, Kabla ya dhuhuri uswali rakaa nne, na baada ya kumaliza kuswali swala ya dhuhuri yani ushamaliza kuswali swala ya dhuhuri, basi utaswali tena rakaa mbili. Hii ni baadia baada ya swala ya dhuhuri, utapiga zingine mbili. Sita na hizi mbili za baada ya dhuhuri zinakuwa ngapi? Nane, zinakuwa rakaa nane. Kisha tunakwenda katika swalatu Eh, hapa tunakwenda katika salatu lmaghrib. Maana yake salatu lasri haiku haikutolewa maelekezo, maanake utairuka salatu lasri. Kabla ya salatu lasri hutaswali hizi rakaa, na wala baada ya salatu lasri hautaswali, utakwenda mpaka katika salatu al-maghrib. Kisha baada ya salatu al-maghrib utaswali tena rakaa mbili baada ya salatu lmaghribi. Alafu kisha ukishamaliza kuswali rakaa mbili baada ya salatu lmaghribi, jumla tutakuwa tumepata rakaa kumi. Alafu utakwenda moja kwa moja mpaka katika wakati wa isha, baada ya salatu lisha, yani umekwisha swali isha na penyewe utaswali rakaa mbili hapo, utakuwa umemaliza rakaa kumi na mbili. Hizo ndizo rakaa kumi na mbili, na rakaa hizi kumi na mbili ukiziswali kama hivyo tulivyoelekeza wallahi, Allah atakwenda kukunyanyua na atakwenda kukutakasa katika mambo yako. Sasa basi, utafanya nia gani? Nia yake wakati unaswali hii swala maana sio unajiswalia tu, la hasha, lillahi wa kalla. Utaswali kwa kutumia, utaswali kwa kutumia nia maalum. Tukianza na ile salatu subhi, mfano utasema uswali sunnata alfajri rak'atayn lillahi ta'ala, kisha utahirimia swala Allahu akbar. Utafunga swala kwa kusema uswali sunat alfajiri rakataini lillahi taala, allahu akbar. Hiyo ni hatua ya kwanza, lakini pia ikiwa ni adhuhuri, pia utafanya hivyo hivyo, usalli sunnat adhuhuri lillahi taala, allahu akbar, iwe ni baada au kabla hivyo hivyo, nia yake ni uswali sunnata ldhuhuri. Kisha utaruka salatu alasri -al utakwenda katika salatu al-maghrib, utasema uswalli sunnata al-maghrib lillahi ta'ala Allahu akbar. Na vile vile, ukifika katika swala ya isha, utasema uswalli sunnata al-isha lillahi ta'ala Allahu akbar Utahirimia swala na utaendelea kuswali, hiyo ni Sunna, hiyo ni ni nia yake, namna utakavyokuwa unafanya unapoanza kuswali. Kisha baada ya kumaliza rakaa rakaa zako ambazo umeziswali, mfano ukimaliza rakaa ya asubuhi zote, hautaisoma dua hii mpaka uhakikishe ile rakaa ya mwisho ya isha Ukiipiga ile rakaa ya Isha, sasa ndipo utakwenda kumalizia na dua hii, dua ambayo hautaisoma katika rakaa ya asubuhi wala rakaa za dhuhuri wala rakaa za magharibi, bali utaisoma katika zile rakaa za mwisho kabisa wa swala ya Isha. Utasema, allahumma aslih li dini alladhi huwa ithmatu amri hiyo ni baada ya kumaliza kuswali, unakaa una kikao, unaelekea kibla, unasema maneno haya allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri waslih li dunyaya allati fiha maashi wa aslih li akhirati allati ilaiha maadi waj'ali lhayata ziyadatan li fi kulli khairi waj'ali lmauta rahatan li min kulli sharri. Hapo utakuwa umemaliza dua yake. Dua, dua hii utaisoma mara ngapi? Dua hii utaisoma mara ishirini na moja. Narudia tena kwa faida kwa haraka haraka, inasema

wajali lmauta rahatan li min kulli sharri. Hapo utakuwa umemaliza, my friend. Baada ya kuyamaliza hayo, baada ya kuyamaliza hayo, sasa ukishaimaliza dua hiyo basi utaku, uta wakati huo wa umekaa kikao umeelekea qibla, utamwambia ya Rabbi, nipandishie maisha yangu nikuuzie maisha yangu, ya Rabbi nifungulie maisha yangu. Taja sema yote yanayokutatiza katika kushuka kimaisha, basi hapo utafanya hivyo. Kesho tena utaendelea, utaanza subhi kama kawaida, dhuhuri, magharibi na isha, na utasoma dua hii kesho kutwa tena hivyo hivyo. Utafanya hivyo kwa muda wa takriban ihda wa ishruna yauma, siku ishirini na moja. Fanya hivyo dua hii kwa muda wa siku ishirini na moja, wallahi na kuhakikishia utaona maajabu. Mungu atakufungulia maisha, yako yatakuwa mazuri, utapata pesa, utapata mali, utapata utajiri, na utapata chochote kile ambacho unachokitaka kwa uwezo wake Allah, na Mungu atakunyanyua pakubwa sana katika maisha yako. Mwisho kabisa, naomba nikwambieni sisi tunashughulika na tiba tiba mbalimbali mbali za jamii, katika mfumo wa kidini, mfumo wa visomo vya dua pamoja na dawa alizofundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa wasallam. Yoyote ambaye anatamani kupata tiba zetu, basi milango iko wazi, tunamkaribisha. Tunapatikana Dar es Salaam, katika maeneo ya wilaya ya Ilala, katika eneo la Gongo la Mboto. Yoyote anayehitaji huduma ya matatizo ya masheitani, nuksi, mikosi, majini wabaya, basi yatuone tuweze kumsaidia katika yote na yote. Tunafanya kazi katika nchi ya Tanzania na nje ya nchi ya Tanzania. Mimi binafsi nimekwenda katika nchi ya Umani, nimefanya kazi maeneo ya Lamarati huko katika zile murtafiati, nimekaa sana mule, nimezunguka sui, alhudhi, alheri, ehe Kote huko nimefanya kazi za kufanya kazi zangu za tiba za kuwatibu wagonjwa e, nimekwenda katika sehemu kule Maabela, kuna waswahili wenzetu wengi mashallah, waongea Kiswahili. Nimefanya kazi, nimefika mpaka Suri huko kuna Salala, kote huko nimefanya kazi, na nilikuwa sana nikiwa Omani, nikichukua dawa zangu sehemu mbili tu nilikuwa nikichukulia Sibu pamoja na sehemu panaitwa Almatraha. Hapo ndipo machimbo yangu ya kwenda kuchukua dawa za kuwatibu wagonjwa wangu nikiwa Oman. Lakini pia nimefanya kazi Dubai na kuweza kukutana hata na zile sherehe za almahrajani pale Dubai na kuweza kupata mambo mengi sana faida nyingi ukikutana na almahrajani. Nakuombeni ndugu zangu, mkisikia maharajani kama mko Dubai nendeni. Mimi nilifaidika sana na mahrajani ya Dubai. Lakini pia nashukuru Allah, nimefika katika mji wa Doha huko nchini Katari, na nimefanya kazi zangu za tiba na nimetembea, sio kwa sababu labda ya kufanya mambo ya kipuuzi, sio kwa sababu labda ya kwenda kufanya biashara. Nimekwenda kule kwa ajili ya kufanya biashara ya Mungu na kufanya tiba za visomo vya dua pamoja na dawa za Mtume. Kwa hiyo yote haya nimeyafanya sehemu nyingi sana katika nchi kama Kenya See, Uganda huko nimekaa na nimefanya kazi za tiba, nimekwenda katika nchi ya Burundi, katika nchi ya Rwanda, na nchini kwetu Tanzania, nimekwenda mikoa mingi sana kwa ajili ya kufanya kazi za tiba tiba tiba, na bado mpaka sasa naendelea kufanya tiba. Nimeanza kufanya tiba nikiwa na umri mdogo, tena bado nasoma, nikiwa katika mikono ya wazee, kina marehemu Sheikh Yahya bin Husaini, kina marehemu mzee Kitemba wa Kigogo na wengine na wengine na mwalimu wangu Sheikh Ali za Khuzuhi mmasiri huyu. Lakini walillahi lhamdu, mpaka leo sijaacha kufanya kazi za tiba. Na walillahi lhamdu, nataka nikutangazie ya kwamba tunalo kombe pamoja na fusho. Hivi vitu tumeviandaa spesho kwa ajili ya kukutibia matatizo kama ya nuksi, kukuondoshea mikosi na mabalaa, na aina ya uchafu wa kukushusha katika maisha yako yoyote anayetaka tuwasiliane kupitia namba hizi ambazo unaziona hapo. Na ndugu zangu, tunalo ombi katika chaneli yetu ya Turiyu TV. Yoyote yule ambaye Allah amemuafikisha kuwa na kipato cha aina yoyote, basi kwanza kabisa tunaomba atupe msaada huu, tumeishiwa na kifurushi chetu cha wifi ambacho tunarusha video zetu kila siku kwa ajili ya nyinyi kupata faida kwa. Tunaomba insha Allah, yoyote anayeweza kutusaidia kutujazia wifi yetu, ambayo sadaka yake ni shilingi elfu sabiini za Kitanzania, basi insha Allah atakuwa ametuokoa sana sana. Jambo la pili tuna shida sana na kamera. Kamera kama hizi Canon ndizo ambazo zinatumika kwa kiwango kikubwa kurekodia video mbalimbali tuna shida na kamera. Kipindi cha nyuma watu wengi walijaribu kutusaidia vitu vingi vya kufanyia kazi zetu za kidini, lakini leo tunahitaji kamera ya kufanyia video. Tunatumia simu kila wakati, zinajaa, mara unafanya hivi, mara unakaa, haufanyi kazi za kurekodi, simu imeingia mavirus. Tunaomba tupate chombo maalumu cha kufanyia kazi hizi za kushuti video kwa ajili ya nyinyi kuendelea kupata faida na ofa tutakayompatia atakayotupatia kamera, wallahi tutamfanyia dua kubwa kabisa sambamba, ikiwezekana na kuweza kufunga kwa ajili yake yeye tu aliyotupatia kamera, kamera peke yake. Ikiwa utatupa kamera yenye lenzi zake, itakuwa ni aula zaidi, kwa sababu inakuwa complete. Ikija ukitupatia hata na microphone, na standi na taa, itakuwa ni kheri lakini yote na yote usi, usitupe yote, si tunahitaji tu ile kamera tu yenye lenzi yake, ambayo tukiitega inaanza kazi. Hivi vingine tutajua vinapatikana vipi, lakini kubwa zaidi ni kamera wallahi, utakuwa umetupiga jeki sana. Kamera kwa sasa ziko juu, zinafika milioni na kitu, milioni na nusu. Kamera za kurekodia zinafika milioni na nusu mpaka milioni mbili, kamera nzuri kabisa, zenye kutoa picha nzuri na sauti nzuri. Lakini pia ndugu zetu waliokuwa nje, Marekani, Dubai, sehemu kama Omani, sehemu hizo pengine wanaweza vitu vyao vikaa kidogo, vina bei rahisi tofauti na huku kwetu. Tunapokea vitu kutoka nje, kidogo bei zake zinakuwa juu. Kwa hiyo ikiwa kuna mtu ana uwezo wa kutununulia kamera popote pale alipo katika nchi yake, uwe Canada uwe wapi, alafu ukatutumia basi wallahi, tutakufanyia dua kubwa sana na wallahi, kamera yako itafanya kazi nyingi na utapata thawabu nyingi sana kwa kamera utakayokuwa umetutumia. Tunashukuru sana Allah. Tulihitaji vifaa vya kurekodia, amejitokeza muhisani ametupatia kompyuta, yani laptop. Kwa sasa hatuna shida na laptop, sasa tumebakiza kamera tu. Tena laptop tumeletewa nzuri kabisa kubwa, yenye telabati E, moja sio anaita ndo sana GB elfu moja. Tena laptop hii ni Core 7, maana yake ni kubwa nzuri kabisa haina shaka. Tumebakisha kupata laptop nini ile wanaita e, ili tunakusudia laptop, tumebakisha kamera pekee yake. Inshallah, mdau yoyote ambaye anaweza kutufanyia haya tunaomba, inshallah Mwenyezi Mungu amzidishie kheri, aweze kutupatia hii nasi tutamuombea dua e, kila siku katika masiku ambayo pia tutakuwa tukirekodia kupitia kifaa chake. wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu <tune>